Karibu sehemu ya tisa ya simulizi ya safari ya Musa. Lakini kwanza, bonyeza subscribe kwenye Simulizi za Biblia ili usikose hatua yoyote ya safari hii ya kiroho. Baada ya miaka arobaini ya kuhamia jangwani, vita vingi, miujiza na mafunzo ya kiroho, taifa la Israeli limefika hatua ya mwisho, kugawa nchi ya ahadi kwa makabila kumi na mbili. Musa alikufa mbele ya mlango wa nchi, lakini ahadi aliyotoa kwa vizazi vyake sasa inatimizwa chini ya uongozi wa Yoshua. Hii ni simulizi la mwisho la kuingia, kushinda na kutimiza ahadi ya Mungu. Israeli walikusanyika kwenye Shiloh, sehemu iliyopangwa kuwa hekalu na kituo cha kiroho. Yoshua alikusanya makabila yote, akasema, leo mmeona yote aliyosema Bwana kupitia Musa yamekabilika. Hakuna kilichoachwa. Makabila yote yalikusanyika: Yuda, Efraimu, Manase, Reuben, Gad, Simeoni, Zebuloni, Isakari, Asher, Naftali, Benjamin na Levi. Wale wa kabila la Levi hawakupokea sehemu ya ardhi. Badala yake, walihesabiwa kuwa watumishi wa hekalu. Yoshua alihakikisha kila kabila litapokea sehemu ya haki kulingana na ukubwa na nguvu. Kila kabila kiligawa sehemu kwa ukawaida, lakini kulikuwa na changamoto. Miji imara ya Kaanani bado ilikuwa tishio. Mashamba yenye misitu mikali yalihitaji kuangamizwa au kuokolewa. Familia zilizokuwa tayari kuishi humo zilihitaji kuamuliwa. Je, zitaachwa au kuondolewa? Hii ilikuwa kipindi cha mafunzo ya adabu na uthabiti. Wale waliokuwa waaminifu walipokea sehemu zao. Wale waliokuwa wafuasi wa mababu wa Kaanani walihamishwa au kuangamizwa kama Bwana alivyosema. Yoshua alikusanya kila kiongozi na kusema, Kila sehemu mliyopata ni kwa sababu ya kutii na kuamini. Msihisije kuwa nguvu zenu ndizo zinazowapa ushindi. Ni nguvu ya Bwana. Kwa mara nyingine historia inathibitisha: Yeriko, muujiza wa sauti; Ai, kosa la akani lilisababisha kushindwa; Gibeoni, ujasiri wa mungu kuingilia kati; Hazori, nguvu za Mungu juu ya farasi na magari. Ushindi wa Israeli haukutegemea wanajeshi pekee, bali kufuata amri za Mungu na kuamini muujiza wake. Kila kabila na sehemu yake: Yuda kusini, eneo la milima ya Yeriko hadi bahari ya Shamu; Efraimu na Manase kati, ardhi yenye mashamba makubwa na miji ya kawaida; Simeoni kubwa, lakini imechanganywa na eneo la Yuda; Reuben, Gad, Naftali, mashariki mwa Yordani, sehemu ya mbuga na mito; Asher, Zebuloni, Isakari Benjamin, kaskazini mwa bahari ya Galilaya hadi bahari ya Mediterania. Levi hakukabidhiwa ardhi kama mengine, bali walipokea makazi ndani ya miji ya kila kabila. Kila kabila kilipokea ardhi kwa utaratibu wa haki, kuhakikisha usawa na uwezo wa kulima, kuishi na kuendelea. Kuna miji iliyoendelea kuwa ngome hata baada ya ushindi. Hazori mji mkubwa wa kaskazini uliteketezwa kabisa. Ai na Yeriko jiji limeharibika, lakini baadhi ya maeneo yalimilikiwa na vizazi vipya. Gibeoni, wa Gibeoni waliokubali amani walihifadhiwa. Hii ilionyesha kanuni ya Mungu: ushindi ni kwa wale wanaofuata agizo lake, si kwa wale wanavyotaka wenyewe. Mafunzo ya kiroho ya mwisho. Yoshua alijua kuwa kazi yake siyo tu ya kijeshi bali ya kuendeleza maadili. Kuamini Mungu: bila imani hakuna maendeleo. Kutii amri: dhambi ndogo inaweza kuathiri taifa lote. Ushirikiano wa makabila moja kwa moja: bila ushirikiano hakuna taifa linaloweza kustawi. Kumbukumbu, kumbu, miujiza yote iliyotokea lazima ihifadhiwe kwa vizazi vijavyo. Hii ilikuwa safari ya miaka 45, itoka Misri, jangwani, vikwazo vya maisha hadi Kaanani. Kila kabila likaagaiwa ardhi. Yoshua akaweka wakala wa haki na waangalizi kuhakikisha sheria za Musa zinatiiwa. Mashamba yalihifadhiwa kwa familia. Miji mikubwa iliondolewa adui. Waliosalia waliwekwa chini ya uangalizi wa vizazi vya Israeli. Kwa kufanya hivyo, ahadi ya Mungu kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo ilikuwa imetimizwa. Nitaweka taifa lako katika nchi ya ahadi. Hofu ya Wakanani ilikoma. Watu wa Kanani waliona nguvu ya Israeli. Wafalme waliokimbia walitisha, lakini hakuna aliyejaribu tena kuwapinga. Mashamba, mito, milima na miji yote yalichukuliwa na vizazi vipya. Hii ilianza kipindi kipya Israeli kama taifa lenye nguvu chini ya Mungu, wakijiandaa maisha ya amani na mafunzo ya kiroho. Ushindi wa Yeriko, Ai, Gibeoni na Hazori ni mfano wa jinsi Mungu anavyosimamia historia. Kila vita linafunza kitu: imani, toba, utii na hofu ya Mungu. Mipaka ya ardhi iligawanywa kwa haki lakini mchakato wa kiroho ulidumbu milele. Vizazi vinavyofuata lazima vikumbuke kuwa ushindi haupatikani kwa nguvu pekee, bali kwa utii na imani. Safari ya miaka 40 imekamilika. Musa alikufa bila kuingia Kaanani, Yoshua alitimiza ahadi, Israeli walishinda miji mikubwa, walidumisha amani kwa muda. Ahadi ya Mungu kwa Abrahamu Isaka na Yakobo ilitimika kwa taifa lote. Safari ya Israeli kutoka Misri hadi Kaanani ni simulizi la nguvu, imani, adabu na neema. Ni mfano wa maisha yetu. Kuanza utotoni, kupita changamoto, kushindwa, kupata msaada wa Mungu na hatimaye kufanikisha ahadi ya Mungu maishani mwetu. Ushindi wa kweli ni ushindi wa Mungu. Dhambi ndogo inaweza kusababisha kushindwa kwa taifa. Utimilifu wa ahadi unakuja kwa uvumilivu, imani na utii. Historia ya Israeli ni mfano wa maisha yetu: changamoto, kushindwa, imani na hatimaye neema ya Mungu. Mwisho wa series ya Musa na Yoshua, kuingia Kaanani.